Utaenda kulala nyumbani sawa? ando jina lopewa na wazazi wake Saliya. Mzuri wa sura, ila tatizo lake wanasema amerithi kwa bibi yake. We, subiri subiri hapo hapo, unaenda Wabinti, Unataka kuniambia umelala hapa kwangu na kuuliza wewe we. umelala hapa kwangu mama kalala hapa hapa huyu simuona kama mkia ndani huyu. Unampa shinga Mambo sasa mama huyu ajiuzi huyu ni mpenzi. umepewa shilingi ngapi wewe? Amenipa elfu tano tu anaole. Elfu tano? Elfu tano anamsaidia nini mama hebu twende polepole basi mama Unakuwa kama mjumbe, umesimamia kidete eh? Unanishusha down, nazalilisha mwanao wewe. Sikiliza wewe. Kwa mfano dada yako sasa ndio analala nje alafu nampenda sana mwanao mi sijaja kwake kwa ajili ya kujiuza upendo tu elfu mbili wee unabakiwa elfu tatu eh? mama yako amekaa nyumbani, binti yake kaenda kulala kwa mwanaume, nadi no elfu tatu si ndio kwanza? Mwangali mtoto mwenyewe, unaendana naye nawe, huyu akakuonia huruma tu, unaendana nawe eh? Nawe hukoko nisubiri ukoko, ukoko kichenchedi, mama, siungemalizana nao au kwanza Aa, wanisha malizana na wewe. Aa, mama. Aa, nigulize wewe. Aa, kweli mimi nitapeli wewe. Anadangana. Aa, hii ndo familia yangu dole soso. Utaelewa tu. Kwa maana unataka kuniambia jana ukulala humu ndani, si ndio? ukulala humu ndani, si ndio? Bwana wewe, umesa ujana usiku, ulichokisema ulisema hivi asiyechangia na asile. Mi nikaona cha kuchangia sina, bora nikachangia uko nje. Nikaenda kumchangia hali, tukamalizana, akanulia chipsi mayai, nimekula nimeshiba, ndo nikalala ukoko, saizi ndo nimerudi. Chipsi mayai? Yani unakwenda kulala kwa mwanaume chipsi mayai ni <laughs> mkubwa bwana kwa kutoa akili wenzie sasa hapo usitokielewa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe unajua ni mtu wa mikakati, sheria na kila kitu. Ukisema lako haupindui. Mchana tu hapa mtu anakula kutokana na kiasi alichochangia. Ukichangia kidogo ufike mwisho. Katikati ya sahani tu pale ugali haujaisha, ushashi kwa mkono. Mimi nikasema, wewe najua lazima utafanya kweli, nitalala na njaa usiku mrefu mama. Nikasema nijiongeze kwa sababu hata nilichoenda kufanya huko sio kibaya sana na chipsi zilikuwa ni tamu tu. Kwa hiyo kaona ujitoe utu wako kwa chipsi maisi ndio?

Ah, mama na tabia nzuri tabia mbaya. Labda nikuulize wewe, na tabia nzuri tabia mbaya? Ah, kweli mimi ni tapeli. Wewe na tabia nzuri tabia mbaya? Ah, nadanga na lewa. Mimi na tabia nzuri tabia mbaya, familia moja. Mbona nikupe basi namba za mchungaji ili uweze kuongea naye, sawa? Asante, asante sana. Tutatajirika sana endapo tutakaposhirikiana kati ya mimi na wewe, sawa. Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Ndiyo, naongeana nani? Oh, sawa, alinielekeza kwamba utanipigia simu, na maboksi yake tayari nilikuwa nishayandaa yako kwa hapa kanisani. Sawa basi, ungejitahidi uweze kufika kwa wakati. Lakini si amekuelekeza kuwa kuna pesa ilibaki kwake, anatakiwa aimalize kwanza ili aje kuchukua maboksi? Oh, basi sawa, basi nitumie iko kiasi cha fedha na baada tu ya kunitumia unasema. Mjinga nini wewe, mpumbavu mwenyewe. Eh, umeshtuka eh? Nitaka nikupige fala wewe, mjinga wewe, una akili wewe? Sitafuti kazi, kazi yangu ndio hii, sitafuti kazi yoyote. Kazi yangu utapeli. Nyinyi wajinga, umeshtuka wewe? Lakini ninakwambiaje namba yako ninaisevu. Familia hii familia gani, ina tabia gani familia Heti mama shenipi na dunia ganja, kwa mwanaye mtoto anatapelili mamare kula kwa doneshen, piga mission. Acha sasa mi naona nikwache hapa kipezi changu, au sio? mm-hmm. We nenda, tutaonana baadaye, tafanya mazingira, tutakutana tu mm, lakini baby mama ako mkali mpaka nimeogopa, mdaule achana naye yani uli mzuii kama ulivunizuia mimi, usu nipenda mimi basi nipende hivyo hivyo. Yule mama yangu, ndo wale walimu waliokuwa shuleni, hawazingatii kuleta visheti, hawazingatii kuleta kuleta vinamba nane, hawazingatii kuleta vibagia kala hela yake, alidandasi pale alipo, hata biashara ajue afanye biashara gani. Kila biashara inamshinda, hela fya imekwisha, bangi yeye. Umeona bwana, kwa hiyo mimi nishamzoea nayo mzoea tu, mama ah. Boss dear, mimi nakupenda sana, bibi wangu. Ah, ngoja basi mimi nwae nyumbani, kama mama alivyosema. Mungu wajali wanake kama roho wajali ya kutona watu kama sisi. Familia hii, familia gani? Familia ina tabia gani? Mama na dunia ganja kwa mwanae vebebi <tune> mkubwa ni kutolee steak kitu cha South Africa mm. mm. ihapana we Unataka nivue nguo? Afu leo hapa kuna ugeni hapa. Sije kaonekana jao wewe. Baridi. Familia ina tabia gani? Hivi <laughs> nikuulize. Hii tabia umechukua wapi mwanangu? Yaani wewe saluti. Saluti. Saluti hiyo ya nini? Unajua mimi nimetoka dishani kwako. Yaani nimesikia unaongea sauti ya kike. Anaongea sauti ya kike mpaka nikasema ndugu yako kalefti nini? Aje? Ah, mama unifika mbali sasa hapo. Kwa nini ufikirie mi nime left? Mi mtoto wa kiume, niko gentlemen ngingilinga utamu utamu, naniambiaje mi nime left hapo? Hivyo unanionaje? Mi nakuuliza, kuna sehemu kiuno kimemegeka, kime, kime namna hii mimi? Ngingilinga mama, usinifikirie katika ujinga. Alafu kwani unichungulia dirishani, ungenikuta utupu wangu? Je, sasa mi utupu wako ninajabu nao gani, ikiwa nimekuzaa mi mwenyewe, nimekuchambisha ukiwa mdogo? Nitakichanganya nini sasa? Nisikilize, ndugu yangu ya acha kwanza kuchamba chamba maneno au sio bwana. Mimi kilichokuponza mjomba wangu mwenyewe ni sauti. Hai we, kelele wewe tunaongea watu wazima mjinga ni wewe. Hapo hapo sasa. Sauti ya kike ikabadilishwa. Akaja mchungaji anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kudadeki. He. Wewe mwanangu mwizo mtandaoni eh? Hayo kawaida tu kwenye maisha hiyo. Unapofikiri kuna mdada mwingine anasema gapa donation, donation. Tuchangishane tuchangishane mbali wewe upate kani napata wapi hela? Mimi na kazi, nina genge mimi, napiga debe kazi yangu, mimi natumia akili, umenelewa? Sijui alafu edogo, we. Wewe dogo wewe, wewe ndio mimi nimekuachia zii, washaelewa wewe. Wakati mimi naongea na mama usiingilie, nitakutia makofi bila mama, nitakupiga makofi. Mimi huwezi kunipiga wewe, bange zako mjinga wewe. Mimi siwezi kukupiga wewe, huwezi kunipiga eh. Hey. Hey. eh Niawezi kunipiga huyo. Siwezi kukupiga si ndio? Unapata ujinga sababu kuna mama hapa, si ndio? Mama niache kidogo tu.

unafana mimi katika jambo gani? Wewe mwizi wa kukaba, mwenye roho ngumu, bisibisi unaweza kumpiga na mtu kwenye pua, ni mwenzako. Naiba kutumia ya elimu yangu, umeelewa mzee Macha ndao? mimi kanisomesha ili nipate akili ya kuwatapeli watu kupitia mitandao na ndio kitu ninachokifanya. Unaweza kuvaa suti kama mimi, angalia sura, Profesa J. hii Yesu la jembe mjomba, kini jembe la Ulaya mamushka

Bila shaka wewe ni yule kijana ambaye alishuhudia tukio langu la ukabaji pale. Hivi unaweza kunipeleka kwa yule kijana aliyenikaba? Vunga kwanza hapo dada yake unajua. Kula ganzi meza kofta. Ngoja unajua, mimi kukusaidia inawezekana. Sasa nikikusaidia mimi nafaidika na kitu gani? Wala usijali kakaangu. Ukinipeleka kwa hiyo mvulana na nikimpata, nikifika nyumbani tu nakupatia pesa. Kiasi cha pesa vipi? Yaani maana hiyo pesa kama ingekuwepo papa ingekuwa ila tukiachana pesa, hata mwenyewe Mungu akubariki vitu vingi sana unajua, mwenyewe unaweza ukanilipa, yani tofauti na yeye. Unamaanisha nini? Yani namaanisha hivi, zunguka round about, nipe mzuka jii. Sasa umeona mazingira kama hapo, ndio mazingira yangu mimi hapa ya kubonyeza button na hiyo mimi nzingatie mchezo tu, alafu ile so swala mimi kufikisha kwa yule bwana mbona chapu tu, eti mama na dundia ganja kwa mwanae. Sasa umeona hivyo vitu hivyo maamushi kwa kivigonga hivyo katika mazingira ya kitoi toi, mazingira ya kikatagogo ah, ninapokuambia tu unapata ladha ya pilau mix, ukiita kwenye ugali wa mogo pilau ile pale ile choko choko, ninapokuambia haye mjeo. Ah, spiga makofi mama, sepiga mpige kibao. Hali mpenzi wangu. Fungue kwa pale pale chini ya jua uliponielekeza. Eh. Mbona mimi ananichanganya tena da assistant? Na nasikia hali hali hali hali usiupakue au ali nani huyo? Hali ndio huyo kaliwa kwa chipsi yai dada yako. Karudi asubuhi hapa ya. Chipsi yai zimemponza. Yeye na mimi kwa chipsi yai. Chipsi yai dada yako kaenda kujitoa utu wake. Kwa hiyo maana yako nataka kwenda kulala na mimi. Hilo ndio jibu. Kuhusu yani, hilo swala kwangu mimi toa hofu yani, unafika safi na salama, lakini tu ndo ubariki yani, ni bofia bofia batan kama chino wana mani, nitafanya vyovyote tu kakaangu, maana kwenye ile pochi kuna simu yangu Samsung nilinunua milioni moja na laki tano na mule ndani ya handbag kuna hela zangu nyingi sana, twende tu santafanyaje? Ando, jina lopewa na wazazi wake, nzuri wa sula, ila tatizo lake wanasema amerithi kwa bibi yake. Yani nakaliwa zote yani, webi mkubwa hunaga dogo, yani hunaga dogo kabisa, kifua huna yani, kweli kabisa. Unakaa unamwambia na kaka angu, umeshindwa kunistiri mwanamke mwenzio? Haya, haitoshi nikupe spika watangazie mtaani kote? Jamani, mwanangu uzaule, ndio unachokitaka na ndio ulichokibakisha hicho We nini wewe, kumbe mtoto mikazo kitobo. Yani umeenda kuliwa kisa chipsi? Ai, ni mkobwa watoto na alia kimaya, ndio maana dakika mwisho kaenda kaliwa kisa chipsi. Ai, yani hapa hii inga lile maji kijiko. Ah, kweli maji kijiko kupana kujakwa Halo Kevin ee, mi shida yangu ilikuwa anahitaji vifaranga kama mia mbili hamsini hivi, anahitaji kufuga kuku saa hivi. Basi sawa, emjitaidi basi nipate jibu leo leo. Aya, sawa. Ah, samani samani dadangu, bila samani ah, kwa majina naitwa David Kingdom. Kazi yangu kubwa katika hii nchi ya Tanzania ni udokta na miye ni mtu ambaye naperesheni mibusha ya watu ambao imeweka sugu. Unajua kuna vibusha vinaanza anza viteke viteke, na kuna vingine vimekomaa vya muda mrefu. kuna wazee ukaemba nenda kapelesheni, wanaogopa kufa. mimi ndo nataka niwapelesheni hao. ndio maana nimesomea kazi ya udokta. sasa basi, ukiachana na kazi ya kupelesheni nafanya kazi ubalozi wa Marekani, kazi yangu kubwa ni kusafirisha mayai ama mabungo. Unajua kule Marekani asilimia nyingi sana hakuna eh, kilimo cha mabungo. Mabungo kipo Afrika. Kwa hiyo mimi natoa mabungo hapa nayapeleka Marekani eh, eh. napeleka kule uh, kuna kuna nchi moja inaitwa GZ lakini kuna nchi nyingine inaitwa USA. sijui unaijua, sio? kufika huko, sio? Bado ushaelewa. Lakini ukiachana hivyo pia najishughulisha na mambo ya ufugaji. Sasa wakati nakuja hivi nikakusikia unazungumzia masuala ya ufugaji, sijui vikuku, sijui mia mbili hamsini, sijui kevi, sijui nitafutie. watu wanauza kuku, usiangaike dadangu. Mie niki. Mie kuku ninao tena, naweza nikakuuzia. Umenelewa kweli kakangu, kweli kabisa eh? uh, labda labda tunikuulize hmm? Wewe ulitegemea uli, uli kama endapo utakupata hivyo vifaranga utavifugia wapi? Mkubwa nimekuita hapa na changamoto. Kipenzi changu kimefanyiwa unyonge na watoto wa mtaani. Watoto wanajifanya wao waelewi. Wamemchukulia elfu themanini na Samsung. Sawa. Wamechukua chwa, wameondoka nayo. Au sio bwana, kaja kaniletea malalamiko. Eh, na hujamuona mimi nilala naye hapa. Mama ndo kamuona asubuhi nilimtoa. Muona bwana. Kwa hiyo wamemchukulia vitu vyake na kuondoka navyo. Kwa hiyo nimekuja kuletea malalamiko kaka. Naomba nisaidie katika hili.

ufugaji umenishinda. Kuna kijana kule nilimwacha kwa ajili ya kusimamia, lakini mpaka sasa hivi naona kabisa, atanichanganya. Maana kila nikienda nasikia kuku wawili hawapo, kuku wanne hawapo. Naona mm, huyu atakuja kunifilisi siku nikiwa Marekani. Unaelewa? Kwa hiyo wazo langu mimi, wewe usitengeneze banda hapo. Mimi nitakuuzia hao kuku walioko huko Mkulanga pamoja na banda lake. Eh, nitakushukuru sana ndugu yangu. Kwa hata niuzie kwa shilingi ngapi? Ah, wewe huna pesa ya kunilipa mie. Mtoto akitajiri ah, ni mtoto akishua mmoja. Haya, hawa blogger wa kwetu watatu hawa, umeona bwana, ni dada mmoja hivi jine nene, umeona bwana white yani mupe ana nyama eh, alivaa kiguo cheusi chini, kavaa kingo fulani cha mpira hivi, umeona hilo ndio umbo lake na ndio muonekano wake, na nimekuletea wewe kwa sababu we namba hapa. Naomba nisaidie, aiza uwatafute, ukimpata uniletee ama umalizana naye mwenyewe ila simu ije. Ila chukua wewe. Nisikize mkwambie ndugu yangu kisofa. Kakako mimi puto la chuma. Mki, jesho, hey, Aa, okay. Na kuhakikishia kwenye hili. Nitaingia front. Nitajaribu kufikiria kwamba ni nani aliweza kumzuru huyo mwanamke na nikipata ukweli nitakurejeshea mnyejesho, eh, mje omba. Ah, okay, kakangu bai oda na kuamini. Ah, ujae kuniangusha. Nisaidie ile na mimi nionekane kidume ninayepambana mnawa Texas. <laughs> unajua mie sasa hivi Mungu amenibariki. Yaani kama wanasema vijana, malaika akanikunia nazi. Ushanelewa? Ehe, sasa wewe uwezi kunilipa mimi pesa hivyo, nitakuwa na kunyanyasa. Mimi nataka unipe laki tano, tunakupa kuku na banda lake. Ewe kaka jamani au kuku wa matatizo kuno nataka kuku, nataka matatizo nataka kuku. Nakuuzia kuku, nanambia kuku wa matatizo. Kama nataka matatizo mimi nakuuzia pia na matatizo lakini mimi nazungumzia kuku hapa, ushanielewa? Sijui na na, na na nafanya hivi kwa sababu unajua hata muheshimiwa rais anasema, wapeni kipaumbele wanawake, na ndio maana nimekupa kipaumbele na kuuzia kuku mia tatu sitini kwa laki tano tu. Umenelewa, nataka usije ukawa mdangaji. Wenzako wako pale kitambaa cheupe, kuna wengine wanakaa, kuna wengine wanakapa kimboka, yaani wa kazi yao kuuza miili yao, lakini wewe mpaka umeamua kufanya kazi ya ufugaji, ndio maana nimeku appreciate familia. I familia gani? familia ina tabia gani? Eti mama na dundia ganja kwa mwanaye, mtoto anatapeli ili mama are kula kwa donesheni piga misheni achaga utani kama waja changia usishike sahani muulize Hasani kilichomkuta kule nyumbani. Amini ah mama na tabia nzuri tabia mbaya na dhani kuulize wewe, na tabia nzuri tabia mbaya kweli mimi nitafeli. Wewe na tabia nzuri tabia mbaya na danga narewa na tabia nzuri tabia mbaya